Naitwa Brenda Shuma, ni mkurugenzi wa kituo cha Gabriela Children's Rehabilitation Center kilichoko hai njia panda ya Machame ambacho kinahusika na watoto na vijana wenye mahitaji maalum hasa wale wenye kujifunza taratibu, na katika kundi kubwa hili la watoto wenye mahitaji maalum wa watoto wenye kujifunza taratibu, tunahusika pia na kundi la watoto wenye usonji. Katika mwaka huu wa 2025, uh, kauli mbiu ya siku hii ya watu wenye usonji duniani inaongelea uh, kwa Kiingereza advancing neurodiversity, uh, and the UN sustainable goals kwamba katika uh, malengo endelevu ambayo yamewekwa ya Umoja wa Mataifa ya, ya maendeleo endelevu, katika hayo yaweze kumeza hali pia ya watu wenye changamoto mbalimbali mbali, ambayo ndio hiyo neurodiversity, wenye mahitaji maalum, hasa mahitaji maalum yanayotokana na athari kwenye mifumo ya fahamu. Kwa hiyo hayo yote pia yaweze kumeza na kuwajumuisha, kwa mfano kwenye eneo la elimu, kuhakikisha kwamba hao watoto pamoja na hali zao waweze kujumuishwa kwenye elimu. Kwenye swala la afya na ustawi wa, wa, wa, wa mwili au wa mtu waweze kujumuishwa waweze kupata huduma zao zote za afya za, za, za uh, tiba tengamao, yaani therapies na vitu kama hivyo, na pia katika eneo la, la ajira, wengine kama tulivyosema kwamba wanapata wana vipaji. Kwa hiyo anaweza katika vipaji vyake ameweza kuviendeleza, aweze kupata nafasi ya kuajiriwa, na pale anapoingia kwenye ajira pia inaingia tena kwenye ile uh, mpango endelevu wa, wa kupunguza umaskini. Kwa hiyo kama ana ajira basi na umaskini pia unaendelea kupungua na sio kwake yeye na familia pia. Kwa hiyo uh, katika mwezi huu wote wa April ni, ni mwezi wa kuhamasisha na kuelimisha jamii kuhusiana na swala zima la usonji, na Gabriela Center itakuwa inaendelea kutoa elimu mbalimbali kidogo kidogo kuhusiana na, na swala zima la usonji kwamba ni nini na ni nini tufanye, tunapokuwa na watoto hawa, tunapoongelea swala la wao kujisafi, vitu vidogo vidogo, hata kama ni chooni aweze kumudu choo, aweze kumudu nini, kula mwenyewe, au kama ni darasani afanyeje ili aweze kuelimika, aweze kukaa darasani, atulie, utulivu ukae, aweze kujifunza. Kama ni vitu vya vya hivyo vya kibunifu, aweze kutumia ubunifu wake, au utumieje ili aweze kutoka kimaishani. Kwa hiyo mwezi huu mzima tutakuwa tunaendelea kuelimisha jamii kwenye nyanja mbalimbali mbali, kuhusiana na masuala ya usonji na namna ambavyo tunavyoshughulika na watoto na vijana hawa ili waweze kujitegemea, na sio hilo tu, pamoja na familia familia zifanyeje? Kwa sababu tunaona pia zina, ina athiri sana familia wanapokuwa wana mtoto au mtu mwenye hali ya usonji ndani ya familia, wana familia wenyewe wanaghadhibika, wanapata uchungu, wanapata shida hadi za kiafya wengine wanapata shida za presha za moyo kwa sababu ya ile hali ambayo mtoto anakuwa nayo, hana utulivu, anaharibu vitu, anafanya nini. Kwa hiyo watu wanakuwa, familia nayo inakosa amani. Kwa hiyo namna gani tunaweza tukashughulika na familia pia kuwawezesha kupata nguvu ya kuweza kustahimili na kumudu kukaa na mtu mwenye usonji katika familia yao. Kwa majina naitwa Flodianus Fidel Mwenge, mwalimu wa Gabriela Children Rehabilitation Center. E, ningependa kuzungumzia kidogo kuhusiana na usonji. Ningependa kuzungumzia baadhi ya mambo ambayo watoto wenye usonji huwa wanayaonyesha hasa pindi wanapokuwa katika madarasa yao, au pindi wanavyokuwa wanajifunza. Tabia ya kwanza tunavyokuwa tunamfundisha mtoto mwenye usonji. Watoto hawa wenye usonji, mara nyingi wanakuwa maa e, wanakosa hali ya utulivu wanavyokuwa darasani. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unavyokuwa unamfundisha akiwa darasani utulivu wake ni mdogo sana. Kiasi kwamba unaweza ukawa unafundisha, lakini yeye amesha simama, amesha sogea sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sana. Na ukiendelea baada ya yeye kuchoka, basi inakuwa ni changamoto kupata kile kitu ambacho anafundishwa, kwa sababu utulivu wake ni mdogo, ataanza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wakati mwingine mtoto anavyokuwa darasani, basi akipatwa na hasira e, anaanza kujing'ata, anaanza kuziba masikio, au muda mwingine basi anaanza kuwapiga watoto wenzake. Ni kwa sababu amekuwa na hasira au ni kwa sababu anajisikia njaa. Lakini tabia nyingine ambazo watoto wanazionyesha, kuna wengine wanapenda kuvua viatu. Kwa hiyo wakati mwingine anavyokuwa darasani unakuta mtoto mwingine hajavaa viatu kwa sababu ya ya tabia ambazo wanakuwa wanazionyesha. Lakini jambo lingine ambalo wanakuwa wanalionyesha, wanakuwa wanapenda kuchezea vitu mara kwa mara. Kwa mfano, unaweza kukuta mtoto mwingine uko naye darasani lakini kuna kitu amekishikilia hataki kukiachia, hata ukimfundisha hata ukimwambia basi akiache, lakini hawezi kukiacha. Anakuwa amekishikilia muda wote. Kwa mfano mwingine, unakuta ameshikilia kijiti; mwingine unakuta ameshikilia karatasi muda wote tu. Hawezi kuiachia. Lakini hizo ni tabia ambazo wanakuwa wanazionyesha akiwa darasani au hata akiwa nje ya mazingira, lakini vile vitabia bado anakuwa anaendelea kuvionyesha. Kwa, kwa kuweza sasa kuwasaidia zaidi ili kuweza ku, kupunguza hizi changamoto au hivi vitabia wanavyokuwa navyo, ni vizuri hawa watoto wenye usonji kwa, ni vizuri basi wapelekwe kwenye e, vituo vyao au kwenye shule ambazo wanaweza kupata huduma ya kuweza kusaidia kupunguza hizi changamoto wanazokuwa nazo wakati wanavyokuwa